Tukaongeza na maafisa tehama wote, tukaanza kuchakata ni kwa namna gani kijana wa Njombe anaweza akafahamu fursa zilizopo Njombe, ikiwemo fursa za mikopo ya 10%. Tuko nyuma ya wakati kwa, tukasema eneo la kwanza ambayo tunapaswa tulifanyie kazi ni kutengeneza website ya mkoa, lakini website ya mkoa ni website maalum kwa ajili ya vijana wa mkoa wa Njombe, na ndio tukasema tuipe jina Njombe Development Youth Program website ambayo itatoa fursa zote zinazopatikana kwenye eneo la vijana ndani ya mkoa. Hawa watu wote wanakuja kuwekeza kwenye mkoa wa Njombe. Zile fursa za ajira. Kwa sababu anakwambia hivi mtu akitaka kupata kazi hapo Afrika, anajuaje kwamba hapo Afrika ametangaza kazi? Tani watu wanahitaji vijana pale. Anajuaje kwamba tani watu wanataka vijana? Tuna mashamba yetu ya chai, kuna wakati ambao tunaenda kwenye msimu wa kuvuna, wanataka watu wa kuwasaidia uvunaji wa chai. Wana, Mtu anajuaje kwamba pale kuna uvunaji wa chai? Kwa wale wawekezaji wote tulionao ndani ya mkoa uh, fursa zao zote zitaenda kwenye website yetu. Manake ni kwamba hizi fursa zote sasa, baada ya mtu kuanza kuziuliza kwamba zinapatikana wapi, Akienda kwenye website ya Njombe Youth Development Program anakutana pale na poto ambayo inajibu mahitaji yake yote. So, tukasema ni lazima tuje na website ambao ni model. Kwa sababu wakati mwingine sisi website zetu zinakuwa tu governmental. Kwa sisi yale yani, maelekezo yote ya Mheshimiwa Rais tumeyakusanya kwa pamoja tukayaleta kwa maafisa vijana wa mkoa ili kila mmoja aweze kuyachambua kwenye maeneo yake. Pale kwenye website kutakuwa na success stories ya vijana ambao wamefanya vizuri huku Njombe katika ujasiriamali na mchango wa serikali kwao. Tuna vijana kama kina Nemesis, walipoanza hapa kuanza kutengeneza miche ya parachichi, ni ofisi ya kilimo idara ya kilimo ilianza kuwasaidia mpaka kuwafikisha mahali ambapo leo Nemes kama kijana anazalisha miche laki tano. Ninyi wenyewe mashuhuda, juzi amewambia kwa mwaka ameshauza miche laki moja na nusu. Sasa ukizungumzia miche laki tano, kama mche ni shilingi elfu tano, maana yake ni mtu ambaye kwenye eneo tu la uzalishaji wa miche ya parachichi ametengeneza bilioni mbili kwenye eneo tu la uzalishaji wa miche ya parachichi kwa mwaka huu sasa ametengeneza zaidi ya milioni mia saba hamsini lakini vijana wa aina hii ni wengi, na mimi kama mkuu wa mkoa amred kubeba hiki kijiti, kuona kwamba tunaenda kupata kitu ambacho kitamtafsiri Mheshimiwa Rais hicho aichokizungumza kitamtafsiri waziri wetu wa vijana, Mheshimiwa Nanauka kuja kwenye uhalisia kwa maisha ya vijana wa mkoa Njombe.